Jina langu naitwa Ramadhani Kailima, mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aa, kama unavyofahamu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa rais wa wabunge na madiwani. mwezi Julai mwaka jana ishirini na nne na tumekamilisha mwaka huu Machi ishirini na tano na tunatarajia Jumatatu mwisho mwingine atatoa ratiba ya uboreshaji wa daftari kupiga kura awamu ya pili hasa kama sehemu ya kukamilisha pia. Uh, tume kwa mujibu wa kifungu namba mia moja sitini na mbili kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais na madiwani ambayo kinaelekeza tume kushauriana na vyama vya siasa na serikali kuandaa na kuchapisha kanuni za maadili ya uchaguzi, ambayo maadili hayo yataweka shughuli zote mambo yote yanayohusu Uh, taratibu za kampeni uchaguzi na namna ya kutekeleza ma, uh, ma kanuni za maadili hizo. Na ukisoma kifungu cha pili kinasema, kanuni za maadili zitapaswa kusainiwa na vyama vya siasa, kila chama cha siasa, kila mgombea, serikali na tume ya uchaguzi. Tume iliandaa kanuni za maadili ya uchaguzi na tarehe moja mwezi wa tatu mpaka tarehe kumi na nne mwezi wa tatu mwaka huu tume ilipeleka ma kanuni za maadilizo ambazo ni rasimu kwa vyama vya siasa vyote vyenye usajili kamili kumi na tisa pamoja na serikali, na tarehe kumi na nne ilikuwa mwisho kupokea maoni ambao vyama uh, vya siasa viliwasilisha maoni yao pamoja na serikali, ambao tume iliyafanyia kazi maoni hayo na kuyakamilisha. Na tarehe nne mwezi huu e, eh, Aprili 2025 tulirudisha tena rasimu za kanuni za maadili kwa vyama vya siasa ili vione kama maoni yao na, na ushauri wao umezingatiwa kwa kanuni za maadili hizo. Na baadaye tukavialika vyama vya siasa sasa kuja kusaini kanuni za maadili hayo, leo tarehe 12 mwezi wa 4, 2025. Napenda nitumie fursa hii kwa niaba ya tume huru ya uchaguzi kuvishukuru vyama vya siasa vyote kwa namna ambavyo vilishiriki katika mchakato huu. Ili vilishirikishwe na tume mara ya kwanza tarehe moja mpaka tarehe kumi na nne mwezi wa tatu na vilikashirikishwa tena na tume kuanzia tarehe nne mwezi huu mpaka tarehe kumi na moja mwezi huu. Na leo nitamke rasmi kwamba tumesaini kanuni za maadili ya uchaguzi vyama kumi na nane. Kwanza vimearidhia na pili, vimesaini kanuni za maadili hayo pamoja na serikali kupitia ofisi ya wa waziri mkuu. Sasa kifungu cha pili kinasema, ni lazima masharti hayo yasainiwe na kila chama na kila mgombea na serikali na tume uletapo chaguzi e, maana yake napidi yazingatiwe. Maana yake chama kisiposaini kanuni za maadili hizo hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, na sio kwamba hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi tu utakofanyika mwisho wa mwaka huu na chaguzi zingine ndogo zote za kufanyika katika kipindi hiki mpaka elfu mbili na thelathini, Mungu akitujalia kufika salama. Kwa chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, hakijasaini kanuni za maadili hayo, maana yake kwa mujibu wa sheria na kanuni ni automatic kwamba hakitaweza kushiriki uchaguzi kwa sababu chama chenyewe hakitaweza kupata fursa ya kuteua wagombea kwa sababu hajakili kusaini kanuni za maadili hayo. Na hata wagombea wao ukisoma kanuni namba 20 na kanuni namba 26. Na kuna mada thelathini na moja ya kanuni za uchaguzi wa rais na madiwani ambazo zimeshachapishwa, ni kwamba inasema mgombea wa chama cha siasa anagombea nafasi ya kiti cha rais, anagombea nafasi ya ubunge, anagombea nafasi ya udiwani, atapaswa kabla ya kuteuliwa kujaza fomu namba kumi ambayo ina inaonesha kukiri na kuyatii kanuni za maadili ya uchaguzi, ambayo kama chama hakikusaini, maana yake mgombea wake hawezi kujaza hiyo fomu namba kumi kwa sababu chama chake kitakuwa bado hakijakubali kanuni hizo. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema tunashukuru sana tume. Sasa tuko tayari, na Jumatatu, Mungu akitujalia, mwenyekiti atatoa kalenda ya uboreshaji wa awamu ya pili. Leo tutasonga mbele kwa ajili ya maandalizi kamili ya uchaguzi. Asanteni sana.